Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Right? Naam. Pitapita pita, moja kwa moja tuweze kupita kwa pamoja nikafika eneo la Inaitwa kule transmara shartuka. Kuna polo mmoja wa hapa alisutwa na mama mkwe eh, kwa kumtaka amwondoe bintie kwake. Kulingana basi na habari, ni kwamba polo huyo na mkewe wamekuwa wakilumbana kila mara kuhusiana na tofauti za ndoa. Juzi polo alimpata mama mkwe eh, mtaani humu na akamuuliza sababu ya kutoitikia eh, kuto wito wake kuhusu bintie nam. Jamaa huyo alifika mahali mpaka anaambia mama ati huyu msichana wako ni kisirani sana. We unaambia je, huyu ni mamake aliyemzaa, alafu namwita binti yake kisirani? Hapo ndipo alijua ajui, mama ni mama, hata kufanyike nini, mama atabaki kuwa mama we. Haya, ilitokea wapi? Ilitokea katika eneo la kule e, Transmara nam, nikitoka kule e, nikavuka moja kwa moja hadi eneo lingine hapa katika eneo la e, inajulikana kama wa e, Mumias Kakamega, watu wa Mumias Kakamega, ambao basi kuna e, washirika waliokuwa wakihudhuria ibada hawakuamini wa pasta wao alipofokea baadhi yao kwa kumharibia jina, wakidai alificha mke wa mtu, na pasta huyo alifokea washirika. Yani itafikaje tu mahali watu waanze kuongea kuongea vibaya kuhusu pasta? Anasema huyu pasta ana mpango na nini eh? Could it be kwamba kuna kakitu kenye hatujui, sijui unafikiriaje? Mpaka pasta akaenda kwa ibada na anafokea waumini pale kanisani, anawaambia nasikia watu mnasema hivi. Wewe of course pia fa ujue usimnyoshe mpaka kwa mafuta kidole, lakini akikosea, what happens Mm, nijuze what happened. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Makupa Mombasa. Makupa Mombasa eh, kuna demu moja jombi hapa aliganda mwilini alipogundua kuwa eh, mkewe alikubaliana na mpango wa kando wa mvamie jamaa huyo. Alikuwa amemwambia kimada wake hakuwa na mke yani, umeenda huko umedanganya jamaa, ametoka kwa ndoa yake ameenda pata na mpango na akamwambia sina mke, mke naye anajua hakuna mke. Kwa hivyo nao wakafika mahali wakagundua, wacha washikane Huyu mwanaume alijua hajui. Mwanaume, mbona usiwe mwaminifu tu? Mbona usiuwe mwaminifu kwako tu? Maana kulo nakoenda, kile utakachovuna. Sikia, huyu walimpangia, wakashikana wote pamoja alijua hajui. Nam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka eneo la Chumbi Machakos. Chumbi Machakos, eh, isemekana kwamba kuna kidosho mmoja wa hapa alimgombeza mpenzi wake, walianzisha uhusiano miezi miwili iliyopita, mbele ya marafiki wake akimlaumu kwa kutoweka picha yake mtandaoni. Yani huyu binti wame, wamejuana tu na wameanza wamekuwa wachumba miezi miwili iliyopita, lakini jamaa akaenda, binti akakaa, alafu akaona jamaa wangu haiki picha kwa mtandao wake. Yeah, status yake hapana. Ah, tumepigapiga picha kadhaa pamoja, lakini kwani hajafanya uamuzi. Binti aka mbele ya watu na akaanza kumgombanisha mpenzi wake. Shuali, picha tu picha inaleta vurugu. Kwani lazima? Is it must? Is it part of the contract tafakari zaidi. Nikitoka pale basi, niruhusu nimalizie eneo la Kwale mjini. Kwale mjini eh, kuna mwanadada mmoja wa hapa alimwacha mumewe na maswali tele alipomtaka atafute mwingine wa eh, maana alifika mahali akaona huyu mwanaume ana tabia gani. Kwa hivyo akafika mahali akamruhusu. Ukiona mke amefika mahali amekuruhusu ufanye usharati wa kwako, we hapo ni kubaya. Mungu akusaidie. Wa ni waaminifu, tutasaidia na zaidi. Msaada wa pekee ambao tunahitaji ni mungu wacha mungu akusaidie wa na jitahidi wezavyo uwe mwaminifu na mtazamie mungu na atakutenda wema mi hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala kwenye pita pita za kwangu na nikumbushe kwamba usiondoke hapa kabla ya subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe klik hiyo neno subscribe ukiambia sign in? Sign in na jumela akaunti yako then Click notification bell iko hapa chini tu, kuna alama ya kengele hapa chini. Just click pale, na kando na hayo, copy the link and share, na uweke comment yako pale, itakuwa vyema. Kwa hivyo usiondoke hapa kabla usubscribe. Right? God bless you. Ni kwenye pita pita za kwangu na ni hapa VMM kipenda Victor Mandala, nikisema kama wahenga walivyonena, kuishi kwingi kuona mengi, na mimi namalizia kwa kusema kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you, subscribe and bye, bye.